Hey mambo, vipi, karibu sana katika YouTube chaneli yangu kwa mara nyingine tena, tunakutana hapa leo. Tutakwenda kuzungumzia teknolojia ambazo zitabadilisha dunia yetu, na teknolojia hizi sio kwenye movies, ni teknolojia ambazo tayari zipo, zimeshaanza kutumika, zimeshaanza kuleta mabadiliko makubwa sana. So ni vizuri kuweza kuzijua hizi teknolojia basi, ili na wewe usiweze kuwa nyuma. Teknolojia ya kwanza ni Artificial Intelligence, tunaweza kuita kwa Kiswahili akili unde, wengine wanaita akili nemba, wengine wanaita akili bandia. Vivyo tutakavyoita vile, muhimu tuweze kufahamiana hapa. Na ningeomba uweze kushare na sisi jina lipi ambalo nahisi kwako ni nzuri kuweza kutumia kati ya haya matatu niliyokupatia katika lugha ya Kiswahili. Lakini ufupisho wa artificial intelligence ni AI. Utakapoona AI mtandaoni au wapi basi jua wanamaanisha artificial intelligence ni teknolojia ambayo inakuwa kwa kasi kubwa sana, na imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana katika nyanja mbalimbali mbali. Teknolojia hii ni teknolojia ya namna gani? So hii ni teknolojia ambayo inaiga akili ya binadamu. AI inaweza kufanya kazi ambazo binadamu alitakiwa azifanye. Kwa mfano, tayari madereva wamekwisha ondolewa baadhi ya sehemu, kwa sababu tayari kuna gari ambazo zina uwezo wa kujiendesha wenyewe. Hapo mwanzoni, gari haina uwezo wa kujiendesha hadi yaweze kupatikana dereva ambaye ni binadamu aweze kuendesha ile gari, lakini tayari unakuta kuna magari ambayo yanatengenezwa na yanazidi kuweza kuboreshwa, basi yaweze kuweza kufanya kazi bila ya tatizo lolote, ambayo yanajiendesha wenyewe. Wewe kama abiria unaingia na kuseti pale ambapo unahitaji kwenda, na linakupeleka mpaka pale ambapo unahitaji kufika, lakini sio katika ishu ya magari tu hata katika mambo ya e, udaktari I mean, matibabu e, AI zimeweza kuwa zinatumika kuweza kutibu matibabu, kuweza kutibu magonjwa mbalimbali kuweza e, kutabiri ama kuweza kutambua marazi tofauti tofauti, na mambo mengi ambayo yamekuwa yakifanyika katika teknolojia hii ya artificial intelligence. Tutakuja kuelezana na kuweza kuzungumzia kuhusiana na teknolojia hii kiundani wakati mwingine katika video ambayo itakuwa inajitegemea. So hakikisha ume subscribe YouTube channel yangu na umegonga alama ya kengele ili basi usiweze kupitwa na content na maudhui ambayo nitakuwa nikishia hapa katika YouTube channel yetu. So teknolojia nyingine ambayo imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana ni IoT, Internet of Things. Ikiachilia Artificial Intelligence ambayo unaweza kwenda kusearch na kuona E, vitu mbalimbali ambavyo vinahusiana na artificial intelligence kabla ya sisi kuja kuvielezea katika video ambazo zitafuata, basi unaweza kwenda kusearch mwenyewe IoT. Sasa Internet of Things ni teknolojia nyingine ambayo, teknolojia hii kikubwa inachofanya ni kuunganisha vifaa vyote kwenye mtandao. Imagine upo na nyumba yako umeiunganisha mfumo wako wa taa na kifaa chako cha mkononi simu yako, unapokwenda kazini, let's say umeamua siku hiyo hautorudia nyumbani, na unajua taa zako umezizima usiku, hakuna mtu wowote wa kuweza kuwasha taa zako. Sasa kwa kupitia simu yako, kwa vile umeshaunganisha e, vifaa vyako vya nyumbani na mtandao, una uwezo wa kuwasha taa huko, huko ulipo, na huko nyumbani kwako zikiweza kuwaka lakini una uwezo wa kufanya vitu vingi sana. Ukiachilia kitu hiko, una uwezo wa kuweza kujua vyakula ambavyo umevihifadhi katika friji lako e, vina expire, vinaisha muda wake siku gani. Friji lina uwezo wa kudetect na kuweza kukupatia taarifa, na ukaweza kuona, mfano kwa kupitia simu yako tu. IoT inafanya mambo yote hayo. Wale watu wa kwenye kilimo, moja kwa moja unaweka vifaa vyako, unaunganisha na mtandao una uwezo wa kumwagilia maji kokote kule ulipo kwa kutumia tu simu yako. Pengine tayari ardhi imesha kuwa kavu na ile mifumo uliyoiweka pale ina detect na kukwambia kuwa ardhi ya shambani kwako sasa hivi ni kavu inahitaji kumwagiliwa. So, moja kwa moja kutumia button moja tu kwenye simu yako una uwezo wa kuclick na maji yakaweza kutoka katika ile mifumo uliyoiweka katika ardhi yako na ardhi ikaweza kupata maji i miongoni tu mwa vitu ambavyo inafanya, lakini kuna mambo mengi makubwa sana ukiweza ku tofauti uona mfantofautofauti i ma livotanuiausma tauja eh, kuongelea hivi vitu kiundani wakati mwingine katika video ambazo zitakuwa zinajitegemea. Kikubwa ni wewe kuweza kufuatilia channel yangu basi, tuweze kujifunza sote tuweze maarifa na kuweza kufahamu eh, kule teknolojia inapoelekea. So ukiachilia internet of things, tukiangalia aina nyingine ya teknolojia ambayo pia imekuwa ikileta mabadiliko makubwa na inakuwa kwa kasi ni augmented reality ambayo ufupisho tunaita AR na virtual reality tunaita VR. Hii ni teknolojia nyingine ambayo ni ya kuvutia sana na imekuwa ni nzuri sana, inaanza kukua kwa kasi kubwa sana na kuleta mabadiliko makubwa katika nyanja tofauti tofauti. Teknolojia hii ni teknolojia ambayo ya aina gani? Teknolojia hii inabadilisha jinsi tunavyoweza kuingiliana na ulimwengu. Imagine unajifunza anatomy kwa kuweza kutumia VR au kuweza kujaribu nguo mtandaoni kwa kutumia AR, augmented reality. So, AR na VR zitabadilisha jinsi tunavyojifunza lakini vile vile kuweza kufanya kazi na vile vile kuweza kuburudika. Let's say upo na duka lako ambalo unauza nguo na unahitaji mteja akija aweze kujaribu zile nguo bila ya kuweza kuzifungua zile nguo, unaweza kutumia augmented reality kuweza kufanya kitu hicho, na yule mtu ambaye anakuja moja kwa moja atajiona kavaa zile nguo na atajiona jinsi anavyoonekana akiwa katika zile nguo. Ni miongoni tu mwa augmented reality technology, vitu ambavyo inafanya ni kitu kidogo sana hicho. Kuna mengi ambayo inafanya. Let's say umejenga nyumba yako na unahitaji kuweza kuweka furniture, lakini hujui upangilie vipi. Kabla ya kuweza kununua furniture, unahitaji kuona jinsi gani ambavyo itakaa ukumbi wako. Kiti kikikaa hapa kitaonekanaje? Kikikaa hapa kitaonekanaje? Unaweza kutumia augmented reality kufanya hivyo, unaweka pale simu yako let's say unaiweka, unapiga picha na unaona kiti umekiweka, kama kiti kipo pale katika yale mazingira halisia, lakini kumbe ni artificial. Yani, augmented reality inafanya kazi yake na kuwekea kiti sehemu ile, na unaona jinsi gani ambavyo kitakuwa kinaonekana kabla ya kuweza kukinunua na kukiweka na mambo mengi ambayo inafanya. Virtual reality, una uwezo wewe ukakaa chumbani kwako kwa kupitia virtual reality ukaunganisha na mtambo huu ambao unatumika moja kwa moja wa kusafirisha wewe hadi ukafika katika mitaa ya Marekani, ukajikuta unatembea katika mitaa, wakati upo chumbani kwako, unajikuta kama upo katika ile sehemu. Hizo ni AR na virtual reality, jinsi ambavyo zimekuwa zikileta mabadiliko makubwa katika kuingiliana na ulimwengu tulionao na mambo mengi ambayo zinafanya utakuja kuiangalia pia, kwa wakati mwingine katika video yake pekee takuja kuelezana kiundani, ili basi kila mmoja wetu aweze kuelewa zaidi kuhusiana na teknolojia hii. Lakini teknolojia nyingine ambayo ni ya nne katika video hii ni blockchain. Nadhani utakuwa umeshaweza kuisikia, imekuwa ikiwa midomoni mwa watu sana hii teknolojia ya blockchain na kikubwa, teknolojia hii inachofanya, inatumika kuweza kuweka kumbukumbu za miamala kwa njia salama na ya uwazi. Imagine kuweza kupiga kura mtandaoni bila ya wizi. Tumeshazoea kupiga kura kwa kupitia physical, yani unaenda katika kituo unachukua karatasi sijui unaingiza hapa hivi. Sasa imagine unapiga kura ukiwa umekaa kwako mtandaoni na bila ya wizi wowote zile kura zitaenda zitahesabiwa na litapatikana e, jibu bila ya, kuto, ya kutokea udanganyifu wowote kama ule ambao utaweza kutokea katika e, interaction ikiwa ni physical. Yeah, so blockchain inafanya pia e, vitu kama hivyo. Au angalia e, mfano wa kuweza kuhamisha muamala kuhamisha pesa bila ya harama kubwa. Yeah, just kwa kupitia mtandao tu unaweza kufanya hivyo blockchain inafanya kazi hiyo, teknolojia hii, lakini vilevile vile katika digital currency eh, pesa za mtandaoni tunasema, blockchain inatumika kwa kiwango kikubwa kule katika kufanya transaction mbalimbali mbali. So blockchain itabadilisha jinsi tunavyoweza kufanya biashara na miamala katika siku zijazo. Sasa hivi tayari inatumika hii, lakini bado ipo katika eh, hali ya uchache kabisa takriban nchi kadhaa ndizo ambazo zimeipa kipaumbele sana, lakini nyingine nyingi bado haijawa ni ya kuweza kutumika. Lakini kila siku zinavyokwenda inaboreshwa, na watu wanazidi kuiamini na watu wanazidi kuhamia huko na kuweza kuitumia. So kuwa macho na wewe, hakikisha unafuatilia teknolojia hii basi usiweze kuwa nyuma katika ulimwengu kule ambapo unaelekea. so E, teknolojia ya mwisho ambayo ni ya tano. Leo kuna teknolojia nyingi, lakini hizi ambazo nimekusogezea leo, hizi ndizo ambazo kubwa zaidi unazohitaji kuweza kuzifahamu na kuzielewa kwa sasa. Tutakuwa tukishiana nyingine katika siku zijazo. So, teknolojia ya tano ni Biotechnology. Biotechnology hii ni teknolojia ambayo inatumia biology kuweza kutatua matatizo ya binadamu Imagine kutibu magonjwa ya kurithi, tunafahamu kuna magonjwa yale ya urithi kwa kuweza kutumia gene editing au kuweza kuzalisha chakula kwa kutumia seli za nyama. Biotechnology inabadilisha jinsi tunavyotibu magonjwa, lakini vile vile kuweza kuzalisha chakula. Ni teknolojia ambayo imekuwa ikikua kwa kasi sana. Sasa hivi unaweza kuangalia mitandaoni ukasearch hii keyword tu ya biotechnology, utaona vitu mbalimbali ambavyo teknolojia hii inafanya na kuleta mapinduzi mabadiliko makubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. So hizi ni teknolojia ambazo nimeona ni kusogezea leo tuweze kuzifahamu na tuweze kuanza kuzifuatilia basi, ili na sisi tusiweze kuwa nyuma kule ambapo dunia inaelekea. Naomba ushare na mimi katika sehemu ya comment ya video hii teknolojia ipi ambayo unahisi tuanze nayo kuweza kuiongelea kiundani kidogo, angalau basi kila mmoja wetu aweze kuielewa kiundani, kitu gani haswa teknolojia hiyo imejihusisha na inafanya. Lakini vile vile usisahau ku like video hii. Kama una maoni, una maswali, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment ya video hii. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine, tutakuja kupeana kitu kingine ambacho kitakuwa na msaada kwa njia moja ama nyingine, kama ilivyo content zangu katika YouTube channel yangu hapa zimekuwa na msaada kwa njia moja ama nyingine. So asante sana, mimi na wewe tukutane video inayofuata.